Kama nilivyosema mimi sikubatizwa ubatizo wa kawaida. Mama yangu yuko hapa. Mimi nilibatizwa ubatizo wa shida, tena nilibatizwa njiani. ma niliungua sana sana kiasi cha kufa, mama anaelewa. na wakati huo eh, mama akawa ananipeleka hospitalini kule Masama, pale dispensari ya Masama. E, kutoka pale nyumbani kwa wazazi wangu kuna mzee mmoja anaitwa Donalisia Swai, alisha lala, alilala akiwa na miaka tisini. E, na mzee mwingine anaitwa Jetarama. Mama akaona huyu mtoto hatafika hospitalini, tumpitishe kwa mzee wa kanisa aweze kumbatiza. Kwa mimi nilibatizwa na mzee wa kanisa, sikubatizwa na mchungaji. Baadaye wakaniombea, nikapelekwa hospitalini nilipopeleka stalini ni basi, Mungu alifanya muujiza wake nikarudi, ndiye ninayesimama mbele yenu. Kila kipindi mama huwa ananikumbusha, huwa ananiambia Misi ambavyo anipita mapito kwa adili yangu katika hali ya ugonjwa mpaka e, nikafika hapa. Nilipofika nilifanya huduma ya uchungaji kule Ura kwa mwaka mmoja bila kuwa na mke, mwaka mzima nilikuwa kijana, na baadaye ndipo nilipompata huyu binti kutoka ushirika wa Kwarungo anaitwa Happiness, ambaye na tulikuwa naye chuo cha bibilia wika, na kule chuo cha bibilia wika ndipo ni nilipomuona, ni ni, na huyu kwa neema ya Mungu ametujalia watoto watatu, Debora, nosha mkono Davis, pamoja na David ambao wote wako hapa deli kicoosha mkono eukawacharika mkono <laughs> kwa kipindi chote hiki Mungu ametupa baraka nyingi, na tukaona kwamba katika mtaa e, wetu wa Kitifu ambapo tumekuwepo, kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya. Kanisa hili lilijengwa miaka ya sabini na nilisimamia na mchungaji Tesanjo Mwanga ambaye alilala mwaka elfu moja mia tisa na sabini na tisa na alizikwa hapa. Ilikuwa juhudi yake kuakisha kwamba kanisa hili limekamilika, lakini aliitwa mbinguni kabla kani ya kanisa hili kukamilika. Ilikuwa likuwa liko kwenye madirisha, lakini baadaye washirika walimalizia. Wanakitifu waliifanya kazi kubwa hapa kupitia wachungaji waliokuwepo e, eh, kujenga hiyo ofisi ambayo mchungaji Fred, alikuwa mchungaji hapa, alisimamia hiyo ofisi iliyoko pale ikajengwa. Mchungaji James Malia alikuwa mchungaji wetu hapa, akasimamia pia kindagati nuu ikajengwa. Na mwaka juzi wanakitifu walioko safarini wakasema tunahitaji kujenga uzio kuzunguka inewa isa, kazi ambayo ilifanyika kwa miezi sita tu ikawa imekamilika. Lakini pia wakasema tunahitaji kuweka tiles, ndo zilianza na kule ofisini zikamalizika, na siku zilivyokwenda mbele tunaona kwamba tunaendelea kupokea baraka nyingi za washirika na kwa ajili hiyo, tukaona tunahitaji kulipanua kanisa letu sasa hivi alikivi viwango vinavyostahili. Kwa hiyo tukaona tutahitaji kufunja ukuta huu, tayari limeshaanza kumsingi, umeshakamilika limefika kwenye madirisha, likiongozwa na injinia ya Kimongo, ambaye ndiye alituchorea na anasimamia kazi hii. Ono msaidizi wa askofu, siku hii ya jubilei yangu ya miaka ishirini na tano ya uchungaji nilikuwa natamani sana tangu mwaka jana kwamba tutakapokuja siku ya leo kanisa hili limeshafika kule juu, ninasubiri kupauliwa. Lakini hapa katikati, ikabidi tuingize programu ya kununua vyombo vya muziki pamoja na kazi zingine ambazo nilikuwa ndani ya mshirika. Kwa wapendwa wageni wetu wote mchungaji wetu wa usharika mchungaji Shao anafanya kazi kubwa sana katika usharika wetu, mitaa yake yote minne kuanzia pale Manyengo, kule Kiboe, kule Batakero, Kelo na hapa. Ni mchungaji ambaye ametupa ushirikiano mzuri sana sisi wachungaji ambao tuna tuna ni wenyeji lakini tuko tunafanya kazi nje. Naomba tumpe mazito mchungaji wetu wa usharika. <laughs> Hapa tukio la leo nilitaka nilifanye kirahisi kabisa kabisa kabisa, lakini akasema, "Mchungaji, nakufahamu wewe, ukifanya kirahisi sisi tukapata hii." Kwa hiyo akaingiza nguvu zake zote kuhakikisha kwamba tukio la leo linakwenda vizuri. Kwa ajili hiyo, baba msaidizi wa askofu, na wageni wote, ninawasii na kuwaomba mno mno, sadaka yetu ya leo tuielekeze kwenye upanuzi wa kanisa hili ambayo tayari imeshaanza na tunategemea mpaka ifikapo mwisho wa mwaka huu Disemba, tutakuwa tumepauwa na ramani yake imeshachorwa vizuri, na tutapata madhabahu nzuri sana ambayo tayari imekisha kutengenezwa na ndugu yetu injinia Kimwango. Lakini pia washarika wa mtaa wa Kitifu walijiandaa vizuri, walikuwa wamejiandaa wameshatumia yale makasha ambayo mchungaji Urono wameyahubiri wameshaanza kutoa na fedha ziko kwenye akaunti, na leo ni kama kilele atufanya harambee Mi nawaomba kabisa kabisa, uwe na amani kabisa moyoni, unisindikize kwa jinsi ambavyo Mungu ataku ataku atakujalia. Mchungaji mstaafu, ilikuwa msaidizi wa askofu wa dayosisi ya Kaskazini, ah kwa sherehe ya leo. E, ilikuwa ni jubili ya miaka 25 ya mchungaji Andrew Munisi. Si kawaida sana kwa kanisa la Lutheran ni kusherekea e, jubile hizi, lakini kwa makanisa mengine na hasa Katholiki e, wana uzoefu mkubwa sana kwa jambo hili. Ni siku muhimu sana kukumbuka miaka ishirini na tano ya utumishi na hii wanaita Silver Jubilee na kuna golden jubilee na ile ya miaka ya dhahabu, na hivi hiyo, kwa kweli wengi hawawezi kuikuta. Basi sisi tunaona kwamba mchungaji Munisi ametuweka barabarani, kwamba tukumbuke kumshukuru Mungu, tusifanye tu kazi kwa mazoea, lakini tukifika mahali tufanye kituo kidogo, tuweze kuangalia nyuma na kumshukuru Mungu kwa hiyo ahi hili na naamini na kwamba watu wengine wanaofikia umri huo wataadhimisha, wale waliopitiliza, wanaofikia umri wa miaka hamsini, basi watas. Ninyi mmekuwa mashuhuda kwamba tumeona faida kwa tukio hili, unaweka tukio fulani labda lingeweza kuwa tukio la kuanzisha e, kikuu cha afya au kuanzisha aala kidagateni au kuanzisha nyumba ya mchungaji ama hivi basi, kwa sherehe ile unafanya yale maadhimisho, yanakuwa na maana na kumshukuru Mungu. Lina faida kabisa kwako binafsi, kumvuka mlezi wa Mungu, lakini kuwavuta wengine pia kumshukuru Mungu. Nakojema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lake huyadi <laughs> na inatoa tafakari gani ya kuandaa vijana wengine wapya kwa ajili ya kumtumikia Mungu akiwa na nguvu? Yeah, pia e, kama unavyosema, linatoa e, mvuto kwa vijana e, wengine. Wanapoitwa kwa kazi hizo unaona hii ni kazi ngumu sana, labda nitafanyafanya miaka miwili mitatu nitaondoka, lakini ukisikia e, mwenzako amefika miaka ishirini na tano unaona kumbe inawezekana wengine wako arobaini wengine wanakaribia hamsini bado wakoneutumishi kwa hiyo, ina inaleta mvuto kwa wale ambao wanaogopa kuingia kwenye nyuma. Una neno gani la heri kwa mchungaji anayeadhimisha miaka yake hiyo leo? Yeah, kwa kweli unapotazama nyuma ukaona mambo uliofanya mabonde na milima uliopanda huko kileleni kidogo, unatazama sema Ebenezeri, hata hapa Mungu sana watoto na familia nao wanavuta na kumshukuru Mungu na kuona umuhimu. Asante.